Baada audhu billahi min ashaitani rajim, bismillahi arahmani arahim. Leo katika somo letu la jamii ya kiislamu almujtama alislam, tutasoma muqawimatu almujtama, mambo ambayo yanayopelekea kuijenga jamii. Tumefahamiana mambo mm -hmm, ambayo yanayopelekea kuijenga nini, mm -hmm, kuijenga jamii, lakini kabla hatujazungumzia kuangalia hii misingi ambayo inayokuja kuijenga jamii, ni vema tukaangalia juu ya umuhimu wa kufanya research. Ikumbukwe kwamba tuna wimbi kubwa la viongozi au wimbi kubwa la wasomi ambao hawawezi kufanya tafiti juu ya kadhia mbalimbali ambazo zinazojitokeza au zitakazojitokeza katika jamii, jambo ambalo sasa linapelekea kutochukua au kuweka njia madhubuti zitakazoweza kuondoa matatizo hayo pindi yatakapojitokeza, au kuweka kinga juu ya yale matatizo ambayo yanayoweza kujitokeza wakati wowote. Na hii natija yake ni nini? Au madhara yake ni yapi? Madhara yake ni kwamba, ndiyo maana leo utaona jamii ya Kiislamu imekuwa mstari wa mbele katika maswala ya mmong'onyoko wa maadili. Ukienda mashuleni, utakuta kuna wimbi kubwa la watoto wa Kiislamu ndiyo wanaongoza katika maswala ya mmong'onyoko wa nini wa maadili. Ukija huku uraiani, utakuta kwamba vijana wa Kiislamu ndiyo ambao wanaongoza katika maswala ya matumizi ya madawa ya kulevya. Tumefahamiana Ukienda katika masehemu sehemu za watu wanaojiuza wale wanawake ambao wanajiuza, utakuta kwamba kama utahesabu wanawake kumi, utakuta wanawake tisa ni watoto ni mabinti wa Kiislamu. Tumefahamiana vizuri. Ukija fi mushkilati abna ushawara, katika tatizo la watoto wa mitaani, tumefahamiana utakutana kwamba watoto asilimia katika asilimia mia moja basi asilimia themanini ni watoto wa Kiislamu, natija ya kusambaratika kwa familia au mizozo ya familia au magomvi yanayotokea ndani ya nini, ndani ya familia. Tumeelewana vizuri. Sasa mwisho wa siku tunajikuta kwamba Waislamu tunakuwa mustari wa mbele katika masala ya mmongonyoko wa maadili. Tumeelewana vizuri. Waislamu tunakuwa mstari wa mbele katika masala ya mmong'onyoko wa nini? wa maadili. Sasa kwa nini tunajifundisha njia za kufanya research? Kwa sababu kutaka kubadilisha mindset zetu, fikra zetu, ili kuja katika mfumo wa mabadiliko. Tumeelewana vizuri. Bila tafiti hauwezi ukaenda katika mabadiliko ambayo unayoyataka, wala hauwezi kufikia malengo ambayo unafanyaje, unayoyataka. Madhara ya kukosekana tafiti, ukija kidunia dunia, utaona kwamba nchi zetu za Kiafrika pamoja na kwamba tuna bahari, tuna rasilimali za madini tuna rasilimali watu tumefahamiana, eh? tuna rasilimali watu, tuna mito, tuna maziwa, lakini mwisho wa siku mito ambayo tulionayo wingi wa maziwa ambayo tulionayo, lakini bado tuko nyuma katika masala ya kilimo. Tumeelewana vizuri? Bado tuko nyuma katika masala ya nini, ya kilimo. Ukienda ukaangalia taifa la Israeli dogo ambalo limeanzishwa hivi karibuni, lakini wanaongoza katika masuala ya kilimo kushinda mataifa ya Afrika ambayo yana nini, yana muda mrefu yameanzishwa kwa muda kwa muda mrefu, lakini ukija ukaangalia moja kati ya siri ambazo wanazotumia kwenda katika mafanikio yao ni kwa sababu ya kuwekeza pesa nyingi kwenye tafiti. Tumeelewana vizuri kwa sababu tafiti ndiyo itakayokupa njia ya nini kifanyike, na wapi tulipokosea, na sababu gani ambazo zinazopelekea sisi kufeli, na njia gani madhubuti ambazo tunaweza tukazitumia ili sisi tufanyaje, tubadilishe mfumo wa maisha yetu. Tumeelewana vizuri. Kwa hiyo moja kati ya sababu kubwa ambazo zimepelekea sisi Waislamu kufeli ni kwa sababu hatuna tafiti, hatuna nini, hatuna tafiti. Tumeelewana vizuri? Hatuna nini, hatuna tafiti, hatuna tafiti, kwa maana ya kuangalia jeneresheni yetu hii, kizazi chetu, kwamba ndani ya miaka kumi hiki kizazi chetu kinatakiwa kiwe kizazi cha namna gani? Wapi ambapo tumeharibikiwa? Leo tuna vijana wengi sana tuna rasilimali ya vijana wengi sana lakini, mwisho wa siku, hawa vijana tunashindwa sisi kuwatumia kwa kufanya istithmari kwao, uwekezaji kwao, ili baadaye tuweze kuvuna kupitia nguvu zao pamoja na nini na fikra zao. Tumeelewana vizuri. Kwa hiyo, kukosa kukosekana kwa tafiti ni moja kati ya mambo ambayo yanayoweza kuupelekea umma kuhiliki kama ambavyo tunavyofanyaje, tunavyohiliki sasa hivi. Tumefahamiana vizuri kwamba tuna vijana wengi, lakini natija ya vijana wetu kutumia zile nguvu zao katika uzalishaji imekuwa ni nini? Imekuwa hakuna. Kwa hiyo tafiti na kutengeneza kifikra, kuweza kuyatumia yale yaliyopita, sawa kwa matokeo chanya ya wakati ambao tulionao na kutengeneza misingi iliyokuwa bora kwa wale watakaokuja baadaye. Kama hauna tafiti, maana yake hata kile ambacho utakachokiongea hakiwezi kuleta mantiki. Tumefahamiana? no research no nini? no right to speak, sindivyo? No, no research no right to speak. Kama hauna tafiti, hauwezi kufanyaje? Hauwezi kuongea, na ukiongea utakuwa ni mbabaishaji ambaye mwisho wa siku hautotoa natija na njia sahihi ya watu kufikia nini? Mabadiliko. Tumeelewana vizuri. Sasa hii itakufanya wewe msomi kutengeneza fikra yako ili kutofautiana na watu wengine sawa, katika masala yatakayoleta au katika kila kadhia itakayoleta mabadiliko ndani ya nini ya jamii yako. Fikra zetu hizi ndizo ambazo zinazotengeneza mustakbali wa maisha yetu, yaani fikra yako hii ndiyo inayotengeneza mustakbali wa nini wa maisha yako. Ukijiona unaishi katika kiwango ambacho hautakii wewe kuishi, maana yake uwezo wako wa kufikiri bado uko chini, bado uko nini, bado uko chini. Kwa hiyo sisi Waislamu utaona tumepewa misingi ambayo sisi ilitakiwa itufanye tuwe bora kushinda dini zingine, kushinda jamii zingine, lakini mwisho wa siku sisi ndio tunaonekana bado tunaishi katika matatizo tumefahamiana vizuri, matatizo ya kiuchumi, matatizo ya walimu wa madrasa, matatizo ya afya, tumefahamiana kwa kukosa hospitali kubwa za msingi zitakazotoa huduma kwenye jamii, hatuwekezi katika kilimo. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba bado fikra zetu hatujazitumia kwa mujibu wa manhaji ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa mujibu wa manhaji ya mafundisho ya sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumeletewa Qurani na sisi tunaisoma Qurani kwa kupitia nini? Kwa kupitia sahifa, na baada ya kuisoma tunaiacha kama ilifanyaje, kama ilivyo. Tumeigeuza Qurani kusomwa kwake ni kwenye misba, shuleni harusini kwenye sherehe, hafla mbalimbali, tumefahamiana basi kwamba hiyo ndiyo shughuli yake peke yake. Lakini sivyo, Qurani ina shughuli zaidi ya hivyo. Maana yake tuyachukue yale yaliyomo na kuweza kuyageuza kuyaleta katika mtindo atatbiqati wa utekelezaji juu ya yale yaliyofanyaje yaliyomo sasa ukija ukaangalia katika Qurani Mwenyezi Mungu subhanahu wataala anasemaje, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi e, wa ilaihi nushur. Tunafahamiana, hii ni elimu ambayo inayohusu kilimo, lakini Mwenyezi Mungu anatuamrisha tutembee. Maana ya kutembea ni nini? Maana yake tufanye tafiti katika ardhi tuangalie ni ardhi gani inafaa kilimo gani, tumefahamiana, ardhi gani inafaa mazao gani? Kwa mfano Kigoma kuna zao la nini la michikichi, tumeelewana vizuri. Lakini ukienda Singida, sijui Dodoma, Dodoma kuna mazabibu, Singida nafikiri kuna alizeti, tumefahamiana. Kwa hiyo huwezi ukachukua alizeti ukaja kuipanda wapi, kuipanda Kigoma? tumefahamiana au ukachukua michikichi ukaenda kuipanda wapi? Singida. Sasa famshu fi manakibiha, tembeeni katika nini? Katika ardhi. fanyini tafiti katika ardhi, na mwisho wa siku mwende mkawekeze katika kilimo, maana yake mlime. wa kulu min rizqihi, na mle kile ambacho kitakachotoka katika nini? Katika ardhi. Tumefahamiana, lakini fa ambatna fiha habban wa inaban wa qadban wazaituna wahadaika wafakihatan wa abba mataan lakum, kwamba matunda haya na hii mimea yote imewekwa ili sisi tuweze kuishi tuweze kustarehe kupitia mimea hiyo. Lakini leo kutokana na tafiti ndogo ambazo tulizonazo tunashindwa kwenda kuwekeza kwa, kwa mujibu wa jiografia ambayo tunafanyaje tunayoishi. Tumeelewana vizuri sasa. Hii itakufanya wewe kama msomi wa kisasa kuweza kutengeneza maudhui baada ya kuwa umezifanyia tafiti kwa lengo la kuigusa jamii ambayo unafanyaje unayoishi nayo. Tumefahamiana vizuri sasa. Leo tunasoma nini? Mukawimatun almuktama, mukawimatun almuktai, yaani mambo ambayo yanayoitengeneza nini jamii mambo yanayounda jamii. Tumefahamiana vizuri, mambo ambayo kwayo inasifika kwamba hii ni jamii ya aina fulani. Sasa ukija katika mfumo wa secularism, mfumo wa secularism utaona kwamba imegawanyika katika sehemu ngapi? Sehemu mbili. Sehemu ya kwanza muqawimatun atakuinia. Muqawimatun ni yale mambo ambayo yanayotengenezwa yaani kwamba sisi tumekaa na tukayatengeneza yale mambo tumefahamiana vizuri. Wa huwa al-anasir au al-awamil tumefahamiana, allati alati e, yambaghi an tatawafara fil mujtama, ni yale mambo ambayo la budda kwamba lazima yawepo katika nini, katika jamii au tajamu al-bashari au katika mkusanyiko wa viumbe likai yatahawalu dhalika al-mujtama. Min shaklin ghayr munazzam ila shaklin munazzam ili kuweza kuleta mageuzi kutoka katika mfumo ambao uliokuwa sio sahihi na kuingia katika mfumo ambao ni nini, ambao ni sahihi. Ndiyo maana mara nyingi huwa ninasema kwamba kutokana na uh, gurudumu au mzunguko au mabadiliko ya maisha ambayo tunaenda nayo, tunataka viongozi ambao ni creative, viongozi wabunifu watakaobuni mambo ambayo yanayokwenda sanjari na nini, na mahitaji ya jamii husika. Tumeliona vizuri. Hatuhitaji viongozi ambao kazi yao watakuwa ni kunadi yale ambayo tayari yamekwisha tekelezwa na serikali au yale ambayo ni haki yetu sisi kufanyaje kuyapata. Umeelewa hii nukta. Kwa hiyo tunapochagua viongozi kwa ajili ya kuja kusimamia mambo yetu, maana yake tunachagua viongozi watakaokuwa na mtazamo wa kututoa katika mfumo ambao sio sahihi na kutuingiza katika mfumo ambao ni nini, ni sahihi. Sasa na hii kadhia haiwezi kuja sawa, isipokuwa inatokana na ubunifu wa viongozi ambao mtakaowachagua kwa ajili ya kuwatawalia nini, nafasi zenu. Kwa hiyo wewe kama kiongozi wa Kiislamu umechaguliwa sehemu, hakikisha kwamba una sifa ya ubunifu, sifa ya nini, ya ubunifu, ambayo itakayosaidia kuihamisha jamii, kuitoa katika mfumo fulani ambao ni mfumo mbaya na kuwape, na kuipeleka katika mfumo ambao uliokuwa nini, uliokuwa mzuri, kama ambavyo alivyokuja bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na baadaye akafanya kazi ya kuiondoa jamii yake kule ilipo katika machafu na kuingiza katika nini, katika mambo yaliyokuwa yaliyokuwa mema, kuwatoa katika kiza cha ukafiri na kuwaingiza katika nuru ya nini, ya imani na Uislamu. Tumefahamiana vizuri, sawa. Watatamathalu hadhihi lanasir kisekularism, kwamba inawakilishwa hii, fa, hii li li, al al al ni hii nini al-anasir al alanasir al-anasir ni ile mihimili sawa. Alardhi ni kupatikana nini ardhi asukani, lakini pia wapatikane wakazi kazi, tumefanyana lakini, pia ndani ya jamii hiyo au ndani ya mifumo hiyo lazima ipatikane kitu kinachoitwa aldhawabiti walqiyam, ni kanuni pamoja na maadili Unaweza ukawa na kanuni lakini usiwe na nini na maadili. Tumeelewana vizuri au? Unaweza ukawa na maadili lakini usiwe na nini, usiwe na kanuni. Unapokuwa na kanuni halafu haujatengeneza maadili, maana yake kinachozalika ni nini? Utatengeneza magereza, utatanua magereza na watu watafanyaje? Watajaa. Sijui tunanielewa ilivyo. Magereza utazitengeneza nyingi na watu watafanyaje? watajaa. Kwa nini? Kwa sababu umetengeneza kanuni na ukasahau kutengeneza nini, maadili. Lakini unapotengeneza maadili, hata kanuni wakati mwingine hauna haja nazo, kwa sababu hatopatikana jambazi, hatopatikana mwizi, hatopatikana mtu ambaye atakayemfanyia mtu ukatili wa kijinsia sisi. Tumeelewana vizuri, vitendo vingi vya ukatili wa kijinsia vinakuja baada ya jamii na wazazi katika familia kusahau kutengeneza maadili, lakini pia taifa na lenyewe kusahau kutengeneza maadili na zikaharakia kutengeneza nini, kanuni. Kwa hiyo rasilimali watu ambayo utakayokuwa nayo kwa asilimia kubwa, maana yake itakuwa ni rasilimali ya watu waovu wasiokuwa na maadili, ndiyo kanuni inafanya kazi ya kuwaadhibu na kwenda kuwafunga na kujazana magerezani. Tumefanyana vizuri mm -hmm. Eleweni sana hizi nukta ambazo tunazizungumza zinahitaji umakini sana. Kwa hiyo, moja kati ya mifumo ya viongozi tunaowahitaji ni viongozi ambao sio tu kunadi katika, yani tunahitaji viongozi watakapokuwa wakinadi sera zao, wanadi na mfumo sahihi wa maadili, namna gani watatusaidia katika kutengeneza maadili ya kizazi chetu ambacho kinachokuja na kizazi ambacho tulicho nacho sasa, tumefahamiana vizuri eh? Okay, sawa, hii ndio kazi aliyoifanya nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia kuna swala la lugha, kuna swala historia, tumefahamiana eh? Kuna swala la almasuri almushtarak, ni yale maamuzi ya kufanyaje maamuzi shirikishi, tumefahamiana vizuri. Wal ahdafu almutabadila, na malengo yenye kufanyaje yenye kubadilishana tumeelewana vizuri.